Kwa hivyo leo tutajadili kuhusu utendakazi mbaya wa mishipa midogo ya damu ya moyo. Kama jina linavyopendekeza, mikro inamaanisha ndogo sana. Kwa hivyo sote tunajua kuhusu vizuizi ambavyo vinaweza kusababisha mshtuko wa moyo, vyote ni kwa sababu ya vizuizi ndani ya mishipa mikubwa ya damu. Sasa mishipa hii mikubwa ya damu kwa kweli hutoa njia kwa mishipa midogo ya damu ndani ya moyo. Sasa hii ugonjwa katika mishipa hii pia unaweza kusababisha matatizo, Tunahitaji kujua kuhusu hilo. Kwa hivyo, dalili za msingi za wagonjwa wenye aina hizi za magonjwa zitakuwa sawa na vizuizi vikubwa, kama vile maumivu ya kifua wakati wa kutembea, kupumua kwa shida wakati wa kutembea, mapigo ya moyo ya haraka wakati wa kutembea, na hapo ndipo mgonjwa huja kwenye opt kuelewa kama kuna tatizo la moyo. Kwa hivyo, sasa kwa wagonjwa kama hawa ambao wana magonjwa katika mishipa midogo, yaani katika mishipa midogo sana Kimsingi ek na echo zitakuwa za kawaida na tunapofanya kipimo cha treadmill treadmill itaonyesha matokeo chanya. Kwa hivyo wakati treadmill inaonyesha chanya, kwa kawaida tunapendekeza wagonjwa wafanye ama CT coronary angiogram, au coronary angiogram. Sasa tunapofanya uchunguzi huu, kinachoonekana ni kwamba mishipa mikubwa yote iko safi na mishipa midogo kwa kawaida haionekani kwenye uchunguzi huu lakini hadhari za jambo hili maalum ambalo pia linajulikana kama minoka au inoka, kimsingi inamaanisha kwamba wako katika hatari kubwa ya matokeo ya baadaye na sababu zao za hatari zinapaswa kudhibitiwa. Sasa ugonjwa huu ni wa kawaida zaidi kwa wanawake na kwa ujumla unapatikana zaidi kwa watu wenye kisukari, shinikizo la damu na ikiwa hautatibiwa vizuri basi hii inaweza kusababisha kuziba zaidi siku zijazo na pia kusababisha kitu kinachoitwa kushindwa kwa moyo na sehemu ya ejection iliyohifadhiwa. Kwa hivyo, sasa, watu wenye dalili za aina hii na utambuzi huu maalum wanapaswa kuwa makini zaidi na udhibiti wa sababu za hatari. Wanapaswa kuboresha sababu zao za hatari. Sio ugonjwa wa wazi, lakini hakika ni ugonjwa wa siri ambao unaweza kusababisha ugonjwa wa wazi baada ya muda, ambao unaweza kuwa mbaya. Kwa hivyo ni ishara ya onyo, kitu kama ugonjwa wa kimetaboliki ndani ya mishipa ya moyo, na hutokea kwa sababu tabaka la mishipa lina ugonjwa, na ugonjwa huu unahusishwa na sababu za hatari kama vile kisukari, shinikizo la damu, uvutaji sigara, msongo wa mawazo. Kwa hivyo sasa yote haya yanachofanya kimsingi ni kubadilisha mazingira madogo ya mishipa hii maalum na uchochezi huanza kutokea katika mishipa hii midogo. Wakati kuna uchochezi, kuna msongamano na hakuna mtiririko wa damu. Kwa hivyo tunapofanya angiogramu, wakati mwingine katika mishipa midogo yenye ugonjwa mkubwa sana, tunagundua kuwa mtiririko wa damu ni polepole pole sana. Hii inaitwa kama hali ya mtiririko polepole pole. Hii hutokea kwa sababu wakati bomba lako ni safi kabisa na mtiririko unaweza kutokea kikamilifu, mtiririko ni wa haraka sana, lakini wakati kuna kizuizi katika sehemu ya mbali kabisa, basi mtiririko utakuwa polepole sana. Sasa hiyo ni kiashiria kwamba mishipa midogo imeharibika sana. Hapo awali ilidhaniwa kuwa hali hii haikuwa, unajua, hatari sana. Hapana, hakika si hatari, lakini ni onyo wa daktari na pia kwa mgonjwa kudhibiti vizuri sababu za hatari ili matukio yao ya baadaye yaweze kudhibitiwa na kuzuiwa kwa mafanikio. Sasa hii ni kwa ufupi kuhusu utendakazi mbaya wa mishipa midogo ya moyo. Asante.